Karibu Arete Studio Crest TV, uweze kutangaza nasi matangazo yako mahali popote ulipo. Kumbuka TV hii inapatikana kiganjani mwako, Arete Studio Crest TV, abali mahali popote pale ulipo, tangaza nasi uweze kunufaika. Hii ni Arete Studio Crest TV, karibu utangaze nasi. Mpenzi mtazamaji wetu wa Radio, ninakualika katika somo hili la kujifunza juu ya swala la tatizo la nguvu za kiume ambalo limekuwa likiwapata wanaume walio wengi kwa asilimia kubwa. Watu wamekuwa wanajiuliza nini cha kufanya ili waweze kuhakikisha kwamba wanaepuka tatizo hili la nguvu za kiume siku ya leo na kuletea madhara, lakini pia na njia ya kuepukana na madhara hayo yatokanayo na upungufu wa nguvu za kiume. Mara nyingi watu wanaotumia vinywaji ambavyo vina vileo kwa asilimia kubwa wako katika hatari kubwa ya kupata tatizo la nguvu za kiume. Maana yake vitu hivi ambavyo vinakuwa vina vileo asilimia kubwa huleta madhara, lakini pia matumizi ya sigara kwa asilimia kubwa sana. Moshi wa sigara huu una madhara katika suala la mishipa ya damu, lakini pia wathiri mzunguko wa damu kwenye mishipa. Kama ambavyo mara nyingi tunajua kwamba sigara ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo matumizi makubwa yanakuwa na madhara makubwa, bila kusahau matumizi ya nyama nyekundu ambayo mara nyingi hutokana na matumizi ya nyama hizi, bila kusahau vyakula ambavyo vina sukari kwa asilimia kubwa, kama keki na vitu vingine vya namna hii huwa vina madhara. Hii njia masturbation, kwa asilimia kubwa kwa na yenyewe huathiri tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume, lakini pia matumizi ya vidonge ambavyo mara nyingi hutumia bila kupima kama vile Viagra huwa vina madhara makubwa kwenye mishipa na kuathiri tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Sasa ni nini ambacho mara nyingi huwa tunashauri? Mara nyingi tunajitahidi kushauri watu kutumia vyakula vya asili ambavyo unaviona katika runinga yako hapo ya Alex Studio Press TV. Vyakula vyenye asili ya ukijani kwa asilimia kubwa huwa vinaweza kama mkubwa kabisa wa kuimarisha kinga za mwili, matumizi ya avocado, matumizi ya carrot, matumizi ya pilipili pili za asili kama ambavyo unatazama katika runinga yako hapo, bila kusahau kalanga, vitu ambavyo vina uwezo wa kuongeza damu kama vile nyanya kama ambavyo unaona katika runinga yako hapa. Vitu hivi husaidia kwa asilimia kubwa kuimarisha nguvu za kiume kwa wanaume walio wengi. Kwa unapotumia vyakula vya namna hii, upo katika uwezekano mkubwa wa kuimarisha nguvu zako za kiume. Lakini pia matumizi ya mayai ambayo kwa asilimia kubwa ya kiini cha njano huwa yanaleta uimara wa nguvu za kiume, bila kusahau matumizi ya tunda hili la avokado, ambalo asilimia kubwa lina vitamini nyingi kabisa kuliko matunda mengine, na matumizi ya vitu kama vile tangawizi, ya vitu kama vile parachichi, ya vitu kama vile e, vyakula ambavyo asilimia kubwa vinaongeza appetite, vitunguswa umu, na kufanya mazoezi ya viungo vya mwili mara kwa mara. Vitu hivi vinaongeza uimara wa mishipa, bila kusahau mahusiano mema kati yako na mke, kati yako na mme. Swala hili pia huwa linaleta hali ya nguvu za kiume kukaa vizuri. Mara nyingi wanaume walio wengi wa wajiamini. Sasa nakusi jaribu hata pia kuweka confidence katika swala la nguvu za kiume. Asante kwa kuendelea kujifunza makala hii ya Aletius TV, lakini pia hapa ninakwenda njia za kutatua changamoto ya tatizo hili. Katika somo hili nakupa njia nzuri kabisa ya kutumia ili uweze kupata suluhisho la nguvu za kiume. Pata muda mwingi wa kupumzika kwa maana ya kupata muda mwingi wa usingizi. Unapopata usingizi wa kutosha mwili unakaa vizuri, nguvu zako za kiume zinarejea.